ombe kwanza kujitambulisha kwa majina, naitwa Ally Mhagama maarufu kama Dr. Sagasaga, daktari wa mafisadi mkoa wa Njombe. Mimi ni katibu mwenezi wa chama cha si Wazalendo. Nimekuja hapa kwa maksudi, nikitoka kitandani, toka uchaguzi umepita, nafikiri mnajua aliyotokea. Kwa hiyo mi nashinda nalala tu Niombe nitasema maneno kama sehemu tatu. Niombe niwatambulishe kwenu Sigrada kwa walio wasiomfahamu. Mimi naweza nikawa ni mtu mmoja ya watu wanaomfahamu zaidi Sigrada, wakinitangulia wazazi wake. Jambo la kwanza, tupende sana kuwashukuru wazazi waliomlea na kumzaa kumleta duniani, wazazi wa Sigrada. elfu mbili na kumi na nne nikiwa mwenyekiti wa Chadema kata ya mjini na mwenyekiti wa Chadema jimbo la Njombe mjini ikiitwa Njombe Kusini, kwenye mikutano yetu ikiwa inaendelea, tulimpokea Sigrada kama kijana jasiri anayejitambulisha kwamba ni mazao ya baadaye wa ya Watanzania. Tulifanya naye mikutano miwili tukiwa Chadema tulikuwa na utaratibu wa kutambua vipaji. Mkimaliza mkutano mnaruhusu maswali. Maswali baada ya mkutano tuliyokuta kwa binti yalitutambulisha kama jimbo tunayo hazina kwenye jimbo hili. Mkutano uliofuata nikamwambia Obadia Choga aliyekuwa katibu wangu, mkutano huu mruhusu binti fulani azungumzie matatizo ya wananchi. Alizungumza, alivyoshuka nikasema, mwakani tuna uchaguzi, Choga weka ile jina pembeni, viti maalum. Yeye alikuwa hajajua kabisa. elfu mbili na kumi na tano uchaguzi ulivyofika, tukampata jimbo, CHADEMA kujilaumu. Wananchi walipata fursa kubwa sana na faida ya Sigrada, ndo hapo nyota ya Sigrada ilitambulika alikuwa anatembea mguu kwa mguu bila baskeli. Mnaangalia Liganga la ndefu kule, akina mama alikuwa wananyanyaswa kila siku. Amefika pale, alitembea mguu kwa mguu kuangalia matatizo ya wananjombe yanaweza kupata ufumbuzi. Kwa hiyo mnaoona maji yanayopata ufumbuzi saa hizi Njombe mjini barabara na mambo mengine ni jitihada za Sigrada na madiwani wengine ambao wamepita hapa, mheshimiwa katibu na kinamtamike, haya ndiyo matunda, lakini walio wengi hawezi kuzungumzia hivyo. Ndugu zangu, wana Njombe, ni kweli tumepata bahati kubwa sana, lakini mimi nitaomba nizungumze mambo machache. Jambo la kwanza, mheshimiwa Sigrada, sisi tunakupongeza sana. Sisi wana Njombe, nchi imekuona. Umepita katika wakati mgumu sana na wenzangu wamezungumza sake, nizungumze huko, lakini niombe niseme, siasa haina rafiki wa kudumu, siasa haina adui wa kudumu, wala rafiki wa kudumu. Wakati kila jimbo linataka ujenge, tafuta jimbo moja, tumia nguvu kubwa sana kulijenga najua kila mmoja watataka, lakini tafuta jimbo moja lielekeze nguvu zaidi. Sisemi usipeleke huko, kwa sababu hatujui kesho yetu, watetee watetee wote na kuwasaidia lakini, umri wako ni mdogo, bado una zaidi ya miaka arobaini kufanya siasa. Litafute jimbo moja, peleka nguvu kubwa sana huko. Hilo la kwanza. Jambo la pili ni kuombe kwa mkoa wa Njombe lishialishia lishia kidogo, katusaidie kutetea madini ya Njombe wilaya zote. Madini ya Njombe iwe sauti, sisi watu wa Njombe tunataka kuona manufaa yako, mheshimiwa mbunge, kwa upande wa madini. La pili linalofuata, lingine, miundo mbinu, barabara ya kwenda Ludewa, toka amekufa filivu Njombe na Magufuli imesahaulika. Mimi kama mtu wa Njombe, kama mwenezi wa chama, mimi kama mlezi wako wa kisiasa, ninakuomba kasimame kidete mwakani, barabara itoke lakini kwa wafanyabiashara, wafanyabiashara wana wana, wana kero nyingi sana. Wapitie waangalie changamoto zao, uwasemee kwa hapa Njombe. Tukuombe sana, mheshimiwa mbunge wetu, ukawe sauti yetu. Hawa wanaoshangilia wote hawajapenda kuwa wa mbunge, ila wanajua wamepata sauti yao wamepata mtu sahihi wa wakuwasomea shida zao wakukimbilia wakikokimbilia uwapokee. Ni washukuru sana wazazi wa Sigirada kwa moyo mzuri, na nimepeleleza, nimejiridhisha ni kizazi kizuri chenye maadili na dini. Mwenyezi Mungu awajalie wa sana. Kwa hiyo mimi sio mzungumzaji mkubwa sana, ni washukuru waliofika kumpokea. Mimi kama mlezi mimi kama mzazi nimefurahi. Angekuwa mtu mwingine singeweza kufika. Mnajua, nimepitia changamoto kubwa sana kwenye uchaguzi, lakini kwa sababu ya Sigrada nikasema, nakwenda kumwona mwanangu, tumshike mkono, ajue tupo hapa. Wewe sio mbunge wa CHAUMMA, ni mbunge wa wananchi. Asanteni sana.